Na basi ikiwa leo ni Novemba 11 ya mwaka 2025, na bila shaka umzima wa afya mtazamaji wa Clouds 360. Popote pale ulipo mtazamaji wa Clouds TV, karibu sasa katika matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam, ninaamini kwamba umeamka vizuri, uko imara na utaendelea kuwa imara kwa ajili ya kuendeleza maswala mbalimbali ambayo, kwa siku ya leo, ulikuwa umekwisha kuweka ratiba yako tangu jana ili uweze basi kuyafanya kwa siku ya. Siku ya ushindi kwa kile ambacho tayari unaendelea kukipa. Pambania. Karibu katika habari 360 kama ilivyo kawaida. Jina la tukungazia nje ya mipaka ya Tanzania, Nicolas Sarkozy, rais wa zamani wa Ufaransa, ameondoka katika jela na sasa anatumikia kifungo chake cha miaka mitano chini ya uangalizi wa mahakama akiwa nje kusubiri uamuzi wa rufaa aliyokata dhidi ya hukumu aliyopewa hayo ni kulingana na uamuzi uliotolewa hapo jana Jumatatu na mahakama. Mnamo Septemba uh, mahakama nchini humo ilimhukumu Sarkozy katika kesi ya jinai iliyomhusisha na madai ya kupokea fedha kinyume cha sheria kutoka kwa rais wa zamani wa Libya, Muhammad Gaddafi kupitia kampeni. Sarkozy, mwenye umri wa miaka sabini, aliamriwa kujiwasilisha gerezani mnamo Oktoba 21 licha ya mawakili wake kukata rufaa. Punde alipojisalimisha gerezani Sarkozy aliomba achili huru kwa masharti na kutoka huko. Eh, kuangazia taarifa ya rais wa zamani wa Faransa Nicolas Sarkozy. Sasa tuelekee Afrika Kusini. Binti wa rais wa zamani wa Afrika ya Kusini Jacob Zuma amekanusha mashtaka yanayohusiana na ugaidi yaliyowasilishwa na mahakama dhidi yake mjini Durban. Duzile, Duzile Zuma Zambula ameshtakiwa kufuatia matamshi aliyotoa kwenye mitandao ya kijamii miaka minne iliyopita wakati wa maandamano mabaya nchini Afrika ya Kusini kufuatia kukamatwa kwa babake. Machafuko yaliyokumba maeneo kadhaa ya nchi hiyo mnamo Julai 21, 2021 yalisababisha vifo takriban vya watu mia tatu na uharibifu wa mali ya thamani ya takriban dola bilioni 2.8 za Marekani. Zuma Sambula mwenye umri wa miaka arobaini na tatu alitumiwa kuchochea machafuko hayo na anakabiliwa na mashtaka ya kuchochea ugaidi na ghasia za umma. Maandamano yalifanyika katika majimbo ya Goteng, Kwa Zulu Natal baada ya rais huyo wa zamani kukamatwa kwa kutotii amri ya mahakama iliyomtaka kutoa ushahidi wake katika uchaguzi wa tuma za ufisadi alipokuwa madarakani. Bizuma Sambula amekuwa akikana mashtaka dhidi yake, huku wakili wake akiitaja kesi hiyo ya serikali kuwa ni dhaifu. Kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa turejea hapa nyumbani Tanzania, kuangazia kile ambacho nacho pia kimepewa uzito. Vikao vya bunge la kumi na tatu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vinatarajiwa kuanza rasmi hii leo Septemba kumi na moja Oktoba kumi na moja kumradhi ko so, mradhi Novemba kumi na moja ambapo bunge linatarajiwa kuwa na shughuli mbalimbali ikiwemo uchaguzi wa spika wa bunge, naibu spika wa bunge, kuapishwa, kuthibitisha uteuzi wa rais wa waziri mkuu na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kutubia bunge. Tujiunge na Sharifa Mndeme ambaye yuko Dodoma akitupa zaidi undani wa taarifa hiyo ni matukio yenye uzito wa kihistoria. Bunge la kumi na tatu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linatarajiwa kufunguliwa rasmi, ikiwa ni ishara ya mwanzo wa safari mpya ya uwakilishi, uwajibikaji na utumishi utakaoleta maendeleo kwa wananchi kwa kipindi cha miaka mitano. Bunge la kumi na tatu ndilo linaloanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka elfu mbili na hamsini inayotarajiwa kuanza kutumika rasmi Julai elfu mbili na ishirini na sita, ambapo baadhi ya wabunge wateule wamesema bunge hilo licha ya kuwa na wabunge wengi wapya litakuwa ni lenye mijadala chanya yenye kuleta matokeo. Bunge hili litakuwa ni la viwango vya hali ya juu kwa sababu kwanza, tunaanza utekelezaji wa dira ya ishirini hamsini, dira yetu ya taifa. Kwa hiyo ni bunge ambalo linaanza likiwa na uelekeo thabiti, kwamba kama taifa wapi tunataka kuelekea. Ni bunge machachari, ni bunge ambalo unatarajia kwamba litakuwa machachari, kwa sababu ukiangalia asilimia tisini walio walioshinda ni wapya. Kwa hiyo tuna tunatarajia kuwa bunge ambalo litakuwa na, na, na kasi kubwa, kwa hiyo tunatarajia kupata mambo mapya zaidi, kwa sababu tayari kila kitu kimekuwa kipya. Bunge hili pia litafanya kazi ya kuendelea kuliunganisha taifa letu pale ambapo tumekanyagana, pale ambapo tumetofautiana, pale ambapo tumeumizana, e, tuzungumze tuone namna ya kufanya mambo ayo bora zaidi na ili tanzania yetu yaendelee kuwa nchi njema nchi ambayo ina, ina, ina, ina inasifika duniani wa bunge letu kama ilivyo kawaida kipindi cha bunge macho na masikio ya watanzania yanaelekezwa kwa wawakilishi wao matarajio yao yakiwa ni kuona hoja zenye tija mijadala inayoibua changamoto zao na maamuzi yatakayogusa maisha ya wananchi wa kawaida ambapo baadhi ya wabunge wateule wapya wameeleza jinsi watakavyotumikia makundi wanayoyawakilisha kwa uwakilishi wangu wa hapa bungeni kwa miaka mitano nikimaanisha ishirini na tano mpaka ishirini thelathini nikuhakikisha kwamba tunaendeleza harakati zinazofanyika, lakini pia kuunga juhudi ambazo zilishaanza katika kuhakikisha elimu inapatikana kwa wote, hasa za kujifunzia. Kwanza kabisa mimi nilikuwa mwenyekiti wa wayuditi mkoa wa Dodoma, na katika nafasi yangu ya mwenyekiti wakoa, nimefanya mambo mengi na wanawake wa mkoa wa Dodoma, ikiwepo ujenzi miradi ya kiuchumi mkoa huu wa dodoma na lakini